Barakatu, leo tunashukuru, tupo kwenye kijiji cha Chumbi kitongoji cha Kipoka Mwake. Tunashukuru ndugu zetu leo hawa kwa kutuletea msaada huu wa maji. Maji haya safi kabisa, safi na salama, maji mazuri kabisa. Tunashukuru kwa watu wa, shukrani zetu kwa ndugu yetu alitusaidia msaada huu wana Ismailova, kwa kutuletea msaada huu. Tunashukuru na sisi tunaipokea msaada huu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu pamoja na msaada huu, ili tuweze kutufanyisha na majambo mwengine, lakini na yeye Mwenyezi Mungu amletee kheri nyingi, amzidishie baraka na amwondolee yaliyokuwa magumu, kwa kutuletea msaada huu, amen. Tunamshukuru ndugu yetu huyu kwa kutuletea msaada huu lakini na sisi vile vile tumeupokea kwa pamoja sote Amen. Tunashukuru kwa msaada wake aliotupatia. Tunachokiomba kwamba tunataka tumwombee dua ndugu yetu, nitalitaja jina lake kwa ndugu zetu sote, tutakuwa tuta, tunamuombea. Huyu ndugu yetu bado yuko hai bwana, hajakufa. Kwa hiyo tunamwombea dua kila nataka takaolitaja jina lake, basi tumuombee dua naye Mwenyezi Mungu amzidishie kwa alichokitoa. Jina lake anaitwa bwana Ismailova Mnezidishie kheri na baraka juu yake Ismailova. Mwenyezi Mungu amzidishie baraka Amin. Na mfanyie pesi kwenye mambo yake ndugu yetu Ismailova kwa msaada huu atujazia leo kutuletea maji haya. Basi Mwenyezi Mungu amzidishie na baraka nyingine atuletee na vingine, maana tuna mengi tunayohitaji. Amin. Kwa haya tuweza kuzungumza, abidi tumwombee dua ndugu yetu kwa pamoja Amin. Mani rahim.